Kwingineko ni kwamba viongozi na wanaharakati kutoka eneo la Gusii, la Gusii wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la dhuluma kwa watoto na kuchangia visa vya mimba za mapema. Wamehimiza jamii kushirikiana kukabili visa, uh, vya watuhumiwa wa dhulma hizo kukwepa mkondo wa sheria wakitafuta suluhu ya maafikiano ya kijamii badala ya kwenda mahakamani. Nadhani wiki majuma mawili ya japita tumekuwa seneti mashinani pale Busia na ni hali ya kutamausha. Ukiangalia wasichana wa miaka chini ya wa kumi na nane wana mimba, msichana wa miaka kama kumi na moja anajifungua hayo ni mambo ya kuhuzunisha katika jamii and the kangaroo court is actually a big thing especially here in marani how do we stop it the kangaroo chair persons you'll find that, that those people are well known maybe they are leaders in community and they're taking advantage of the position they hold to try bury some of those things that we need to uh, bring to uh, to book tukiangalia katika mji wetu wa Kisii uh, that is Gusii That is Kisii and Nyamira unapata kwamba kuna watoto wachanga mpaka wa hadi miaka kumi ambao hujifungua, na kuna wale wenye mimi kama Isnas nimewaweka ama nimewa place under safe custody, wanalindwa na watoto wao na walimu.